Vipi? Mbona haraka hivyo? Unaenda wapi? Mke wangu, kazi nimeapply juzi tu hapa. Mimi natakiwa niwahi kazini mapema ili kazi nipate kule kwa wepesi kabisa, hasa kama leo sijawasili kazini mapema, bosi atanichukuliaje mimi? Kwa mume wangu, mimi nimeshaandaa chakula pale, ulikuwa ule kwanza ndio uende kazini. Utendaje kazini bila kula? Hey, mambo ya kula huko, ninapoenda sehemu za kununua kula zipo nyingi, nitanunua, nitakula. Kwenye shida nini?

Ya E, Mwenyezi Mungu, mjalie mume wangu apate kazi yenye heri na yeye Amin, amin. E, Mwenyezi Mungu, naomba mjalie mume wangu kwa anakoenda apate mafanikio na pesa nyingi za kutuendesha katika maisha yetu Amin, amin, amin, amin. E, Mwenyezi Mungu nakuomba, mume wangu kama anaenda kwa mwanamke mwingine uh -huh, apate ajali na afe hapo hapo Amin. Asafari njema kazi njema nakutakia, kutakia. Umesema uh, umepiga nini ndani? Twende ndani, kazini sitachelewa.